Nakumbuka kusoma muda fulani uliopita kuhusu mnyororo mpya wa hoteli ambao ulikuwa ukihoji watu kwa nafasi za kazi kuanzia wasafishaji, makarani hadi wasaidizi wa usafi. Wale waliokuwa wanafanya usaili walipewa maagizo ya ajabu kidogo. Waliambiwa kwamba mwombaji yeyote wa kazi ambaye angehojiwa na akatabasamu chini ya mara nne wakati wa usaili angekataliwa moja kwa moja. Hivyo basi, mtu yeyote ambaye hakutabasamu angalau mara nne katika ile dakika ishirini za usaili hakuombwa kurudi tena, na hiyo ni kwa sababu unajua, kwenye aina hii ya kazi huenda wasingeweza kutoa taswira nzuri ya kwanza kwa wateja kwenye mapokezi au hata kwenye korido za nyuma. Si ingekuwa poa, eh, kufanya hivyo kanisani? Yaani kama inatosha kwa hoteli, si inapaswa kutosha pia kwa kanisa? Mtu yeyote anayekuja kanisani na hata basamu angalau mara nne anapokea barua ikimwambia, tafuta kanisa lingine. Naam, hilo linaweza kubadilisha maisha. Bila shaka litabadilisha tabia ya kanisa la eneo hilo. Wanasosiolojia wamechunguza suala la taswira ya kwanza na wamehitimisha kwamba dakika za mwanzo za mazungumzo yoyote huweka tu mwelekeo. Ukitoa taswira nzuri ya kwanza, watu watapenda kila kitu kukuhusu, hata kama hawajui chochote kukuhusu kabisa. E, wanasosiolojia wanaita hii athari ya halo. Bila shaka tatizo ni kwamba hili linaendana na dunia yetu ya leo ambapo sura ina uzito zaidi kuliko tabia, na hilo ni kweli hata kanisani. Eh, tunaweza hata kuwa hodari sana katika kung'arisha halo zetu na kutoa taswira nzuri kwa watu wengine, lakini sio sisi halisi. Hadi sasa katika sura ya kwanza ya kitabu cha Warumi, Mtume Paulo amekuwa akifichua dunia ya wapagani, kukataa kwao Mungu Muumba, upendo wao kwa dhambi na upotovu. Na na na wengi wenu mnaweza kuwa mnasema, mnaponisikia tunapopita kwenye sura hii, naam, Paulo unajua, unapaswa kuwashughulikia hao watu wenye hatia. Basi, kurudi kwenye sura ya kwanza, Paulo anasema katika mstari wa 22, wakijidai kuwa wenye hekima walikuwa wapumbavu. Mstari wa 25, waliibadilisha kweli ya Mungu kwa uongo. Mstari wa 26, Mungu aliwaacha wakafuatilia tamaa zao za aibu. Mstari wa 32, ijapokuwa wanajua amri ya haki ya Mungu kwamba wale wafanyao mambo kama hayo wanastahili kufa, hawafanyi tu hayo bali pia wanakubali wale wanaoyatenda. Na tukirudi kwenye mstari wa ishirini, Paulo anasema hawana udhuru. Basi, tumesoma mistari hiyo na hadi sasa, unajua imekuwa kuhusu wao tu, unajua wale watu wote wenye dhambi, na msomaji wa sura ya kwanza, unajua, anaweza tu kujisafisha na kufikiri naam, nashukuru, mimi sipo kwenye sura hii, mimi si mmoja wao. Wao wanamkataa Muumba, mimi sifanyi hivyo. Wao wanapinga mpango wa Mungu wa asili kuhusu maadili, mimi sifanyi hivyo na na, ndiyo, kwa kweli hawana udhuru. Lakini sasa tunapofika kwenye sura ya pili na mstari wa kwanza, Paulo anabadilisha viwakilishi kutoka wao na wao kwenda wewe. Mstari mstari wa mmoja unafungua kwa hiyo, huna udhuru, ewe mwanadamu, kila mmoja wenu ahukumuye. Naam, Paulo haandiki tena hapa kwa mtu asiye na maadili, anaandika kwa mtu mwenye maadili, mtu wa kidini Lo, mtu anayetabasamu inapostahili. Mtu ambaye hatafungwa jela, mtu ambaye kwa kawaida hujitokeza kanisani, yule jamaa aliyevaa halo. Sasa katika sura ya moja, Paulo anaonyesha kwa nini mtu asiye na maadili hana udhuru, na sasa hapa katika sura ya mbili, Paulo ataonyesha kwa nini mtu mwenye maadili naye hana udhuru. Na unaweza kujiuliza sasa, inawezekanaje hilo? Basi hebu nisome sehemu iliyobaki ya mstari wa moja. Kwa hiyo huna udhuru, ewe mwanadamu, kila mmoja wenu anayehukumu, kwa maana unapomhukumu mwingine unajihukumu mwenyewe, kwa sababu wewe uliye hakimu unafanya mambo yale yale. Sasa kinachotokea hawa watu wanasimama kwa unafiki na kuwahukumu wengine. Ni muhimu kuelewa, Mungu anachokemea ni watu kuwahukumu wengine kwa dhambi wanazozifanya. Hakuna mahali Biblia inakataza hukumu zote. Kwa kweli, Biblia inaweka wazi kwamba kutofautisha kati ya mema na mabaya ni jambo muhimu sana kwa muumini. Kwa mfano tunapaswa kujihukumu sisi wenyewe kuhusu utakatifu wa kibinafsi moja moja wa Korinto sura ya kumi na moja. Tunapaswa kuwahukumu waumini wanaotenda dhambi kuhusu toba yao moja wa Korinto sura ya tano. Tunapaswa kuwahukumu walimu kuhusu ukweli wa mafundisho yao, hiyo ni Warumi sura ya kumi na sita na mbili Yohana sura ya moja. Paulo kwa kweli aliwaandikia waumini wa, wa Korintho, mtu wa kiroho huhukumu mambo yote mmoja wa Korinto sura ya mbili mstari wa kumi na tano. Unaona katika hali hizi hasemi kuhusu kuhukumu kwa unafiki. Anazungumzia kufanya maamuzi ya hukumu, yaani kati ya mema na mabaya, kati ya kitu kizuri na kitu bora zaidi. Na hicho ndicho Mkristo anapaswa kufanya. Biblia pia inatuambia ni lini si sahihi kuhukumu. E, ni makosa kuhukumu pale ambapo, e, hatujui ukweli wote, hiyo ni Yohana sura ya saba au pale hatujui nia za watu moja wa Korintho sura ya nne. Tukirudi Mathayo sura ya saba, Yesu anasema mstari wa nne, unawezaje kumwambia ndugu yako, niruhusu nitoe kibanzi, kijiti kidogo jicho lako, ilhali kuna boriti jicho lako mwenyewe? Anazungumzia mtazamo kuhukumu wa mnafiki. Kwa kweli unaweza kugundua kwamba kibanzi na boriti vimetengenezwa kwa kitu kile kile. Hivyo mtu anayehukumu ana tatizo lilelile la dhambi kama yule anayemhukumu. Kwa kweli kwake ni shida kubwa zaidi. Naam, huo ndio unafiki ambao Yesu anarejelea hapa. Na kwa njia, Yesu hasemi toa boriti jichoni mwako na kupuuza kibanzi cha ndugu yako. Hapana, sivyo anavyosema hata kidogo. La, ungama dhambi yako mwenyewe, safisha maisha yako mwenyewe, na kisha, kwa maono yaliyo wazi ya kiroho, waweza kumsaidia ndugu yako kusafisha maisha yake. Sasa hapa katika mstari wa mbili, Paulo anaandika hivi: tunajua kwamba hukumu ya Mungu inawapata ipasavyo wale wanaotenda mambo kama hayo. Kwa maneno mengine hapa, mtu wa maadili ana maarifa ya ndani kuhusu mema na mabaya, lakini mara nyingi anapuuza ukweli kwamba yeye pia ni mwenye hatia mbele za Mungu na anastahili hukumu. Yeye yeye hupuuza dhambi zake mwenyewe kana kwamba hazina maana, wakati huo huo akihukumu dhambi za wengine. Vema, kiwango cha Mungu cha hukumu ni utakatifu wake mkamilifu, na watu wa maadili kwa njia yoyote ile, haijalishi ni waadilifu kiasi gani au taji yao ya utakatifu inang'aa kiasi gani, basi watapimwa kwa kiwango cha Mungu kilicho kamili na kitakatifu. Kwa hiyo pamoja na hayo, hapa katika mstari wa tatu, Paulo anatoa onyo hili kali: Je, unadhani ewe mwanadamu, wewe unayewahukumu wale wanaotenda mambo kama hayo, na huku nawe unayatenda, kwamba utakwepa hukumu ya Mungu? Paulo anasema tazama, kama utajifanya kuwa hakimu wa wengine, ni bora ukumbuke kwamba siku moja utasimama mbele ya hakimu mkamilifu. Unaona, mtu wa maadili anasema, nimewahukumu muwaji, mzinzi, mtukana Mungu, mwizi, lakini unajua hiyo hiyo, si mimi, mimi sijawahi kufanya mambo hayo hata moja. Na anasahau maneno ya Yesu, hakimu mkamilifu aliyesema, huko Mathayo sura ya tano, mmesikia kwamba watu wa zamani waliambiwa, usiwe na yeyote atakayemua atastahili hukumu, lakini mimi nawaambia kila mtu anayemkasirikia ndugu yake atastahili hukumu. Anaongeza kiwango. Hapana, hujawahi kutoa bunduki na kumpiga mtu risasi, lakini moyoni mwako umewachukia watu, unatamani wangekufa. Yesu anasema basi hilo ni sawa na uuaji, na anaendelea kusema jambo lile lile kuhusu uzinzi. Tamaa ya ndani inalinganishwa na uzinzi wa nje. Kwa kweli hakuna hata mmoja wetu wapendwa, mwenye nafasi yoyote tunapokutana na Mungu mtakatifu. Hakuna hata mmoja wetu mwenye taji la utukufu linalong'aa vya kutosha kumvutia Mungu mkamilifu. Kwa hakika, onyo la Paulo linatokea tena katika kitabu cha Waibrania sura ya 9 mstari wa 27: imewekewa mtu kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Kweli, wacha nikuambie mpendwa Hakuna mtu atakayejificha nyuma ya halo ya kujihesabia haki wakati huo. Unajua kwa sababu Mungu ni mjuzi wa yote, anajua yote, hakuna dhambi yetu hata moja ambayo haijatambuliwa. Kwa sababu Mungu yuko kila mahali, hiyo inamaanisha kuwa yuko kila mahali mara moja. Hakuna dhambi ambayo inaweza kukataliwa na kwa sababu Mungu ni mweza wa yote, yaani yeye ni mweza wote, hakuna hata mmoja wetu anayeweza kuepuka hukumu na adhabu yake. Mtu mchafu hana kisingizio, na mtu mwenye maadili anayejiona kuwa mwadilifu na mnafiki pia hana udhuru. Hiyo ni hiyo ni njia nyingine ya kusema kwamba wanadamu wote wasioamini wako kwenye shida na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sisi sote tuna hatia ya dhambi, na hiyo inamaanisha sote tuko katika hatari ya hukumu ya mungu inayokuja. Acha nikuambie kuna tumaini moja tu. Kabla ya siku ya hukumu kufika, tulieni nje ya mahakama. Acha nikutie moyo kukutana na hakimu huyo kabla ya tarehe yako ya mahakama kufika, omba rehema ya hakimu Dai malipo ya kifo cha mwanawe kwa ajili ya makosa yako, dhambi zako. Uko ndiko kutoroka kwako pekee. Tena Biblia inasema nini? Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hiyo ni Warumi sura ya sita katika mstari wa ishirini na tatu. Na kwa hilo, hatuna wakati wa leo hadi tutakapoanza tena safari ijayo, wapenzi. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.